Yes, habari gani, ndugu wapenzi watazamaji wa Maisha ya Urusi, bwana kuna content moja hapa ambao nataka nipige hapa. Eh, sasa kabla tujaenda hapo, nataka bwana nianze kwa kuwashukuru wote ambao e, mnatufuatilia kupitia chaneli yetu pendwa Maisha ya Urusi, na mimi hapa ni Drake MC. Sasa leo bwana, nataka nikuoneshe hawa viumbe hapa. Hawa viumbe viumbe nafikiri mnawafahamu vizuri sana Hawa ni bata maji kama mnavyoweza kuwaona ee, wamejaa tu hapa hawa bata bana. Mimi nikikumbuka maisha yetu kibongobongo, hawa bata huwezi ukawakuta wanazagaa sehemu kama hivi hapa ukuta, wanazagaa tu hivi na watu wana njaa, ni ngumu sana. Lakini kwa hapa Urusi bwana, ukija kwenye parks sehemu kama hizi ambapo kunakuwa na ee, maji kama hivi ha bata unakuta tu wana, wanazagaa tu hapo wanazurura. Na watu wengi huwa wanapenda wakija sehemu kama hizi hapa, wanakuja wana labda na karanga, ama wanakuja na korosho eh, ama wanakuja na vyakula ambavyo wanaweza wakala bata hawa hapa. Kwa mtu nakuta amesimama anawalisha bata hawa, na anafurahi kweli kweli, mambo ya kizungu eh. Unakuta hapo yuko na kimbwa chake hapo, basi kimekuja hicho kimbwa kinataka kucheza na hawa bata anakiachia tu hapa kinacheza na hawa bata lakini, hautamuona mtu amewakamata hawa bata anaenda kuwala. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria bwana, hivi siku moja, yani ikitokea, yani nimemdaka bata mmoja hapa nikaishi naye itakuwaje? <laughs> nataka nione comments zenu, lakini e, msinishawishi kufanya hivyo, bado najipenda sana na ninapenda sana kuishi hapa Urusi. Bwana, bata ndo wenyewe ndo hawa hapa lakini, ukienda dukani unawakuta kwa hiyo jamani, ndugu zangu, mi nataka niwaonyeshe kitu hii hapo. Nataka nijue kwenye comment ukikutana na bata kama hawa e, wamezagaa wa sehemu kama hii hapa, we utafanya nini? Nataka nijue kwenye comment section hapo mniandikie. Lakini pia nataka uniambie kitu kingine ambacho unatamani kukifahamu kutoka hapa Urusi ni kitu gani? Kitu gani ambacho unatakiwa unatamani sana kukifahamu ama Eh, ni kitu gani ambacho unahitaji nikupostie. Comments zote nazisoma, comments zote nazipitia na ninaziandalia majibu. Kama kawaida nilivyokwisha kuwaambia, sitaki niwe na wajibu kwa maneno maneno. Mimi nitakuwa nawatengenezeni video ambayo inahusiana na eh, swali ambalo mmeliuliza kwenye comment na nitawapostia hapa bana. Ulikuwa nami Drak MC kama kawaida, kutoka hapa Moscow in Russia. Karibuni sana, usisahau kusubscribe like, share na komenti yako ni ya muhimu sana naona, mbwa yule kipapi kiwa kinacheza na huyo bata hapo, amekimbilia kwenye maji.